Baada ya kuteuliwa kuwa waziri mkuu mpya, kinachosubiriwa kwa hamu sasa ni muundo wa baraza la mawaziri. Je, litakuwa na mawaziri wangapi au siri wenyewe ni akina nani? Majibu ya maswali yote haya ni siri ya rais John Magufuli lakini kama walivyo mashabiki wa mpira, wananchi wenyewe tayari wanajua nani acheze wapi katika baraza jipya la mawaziri la Rais Magufuli. Azam TV leo imezungumza na baadhi wa ya Watanzania katika mikoa ishirini ya nchi kupata chaguo lao kwa wizara tano muhimu, nazo ni wizara ya fedha, ardhi, elimu, afya na nishati na madini. Kwanza tuwasikilize hawa ambao wana ushauri kwa rais kutafuta watu wanaoendana na kasi ya mheshimiwa Magufuli kwa sababu dalili ya mvua ni mawingu. Sio, umeelewa? tumeaona tumeiona hotuba yake pale Magufuli, kila mtanzania amesisimka kwamba alichongea kiko sahihi na ndicho tunachokihitaji. Mimi binafsi ningependa zile wizara neti, awachague wabunge ambayo niwaka Kuepukane na wale ambao walio kuumwa awali kwa sababu lazima achague watu ambao atawaambia wakasikika wakatumiza malengo yake na malengo ya wananchi. Uh, mi nachoona wana cha kwanza ni kwamba rais wetu amechaguliwa wa na wananchi wote wa Tanzania, kwa hiyo anachotakiwa kufanya ni kwamba katika lile baraza lake la mawaziri asibague yani, asibague katika itikadi za vyama, ila achanganye kama kuna mtu wa Chadema anakuwa ni mzuri katika kutuongoza katika nchi kwenye nchi yetu basi amweke. Kama ni wakafu wa inisiala kila chama, hiyo mimi ningemshauri rais kwamba achukue wabunge wa upinzani kama anaweza, anaweza, anaona wanafaa atengeneze baraza fupi na dogo la baraza la mawaziri katika kuimarisha serikali yake. Ni wananchi hao kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania na ujumbe huo kwa Rais Magufuli. Je, wizara mpya au waziri mpya wa fedha ni nani? Wizara ya fedha kwa sababu inaonekana ina mapungufu mengi na ni wizara nyeti, na bahati nzuri, mheshimiwa rais mwenyewe ameshaitembelea na ameona mapungufu yaliyoko pale, na kwa kuzingatia umuhimu wake, mimi binafsi ningependa yeye mwenyewe aiongoze, yeye mwenyewe, kwa sababu hilo linawezekana. Idara ya fedha inataka mtu aliyotulia mtu ambaye anaijali nchi yake. Mimi kwa, kwa mawazo yangu nilikuwa nam, namtaka Mwakembe. Mwakembe ni mfanyakazi hodari wizara ya fedha, ni waziri, ni mbunge ambaye anajulikana kwa jina la Sada Mkuya. Sada Mkuya ambaye amekuwa waziri katika kipindi cha mwishomwisho katika serikali ya awamu ya nne, nafikiri kwamba ni mtu ambaye anafaa kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa alionyesha alionyesha juhudi binafsi na alionyesha jinsi gani ya kuweza kufanya kazi vizuri, hasa katika kukuza uchumi kwa kipindi kifupi. Kwa nafikiri akipewa nafasi tena anaweza akafanya kazi vizuri, na ambayo inaweza ikaletea manufaa wa Tanzania walio wengi, hasa wa kipato cha chini. Mama Sauda Mkuu unasabda mkuu kwa kipindi kilichopita anaweza kuonyesha umaili mkubwa, kama mama kama mwanamke ambaye amepata kupata wizara kama ile ambayo ni wizara nyeti na wizara ambayo imekuwa yani ikisumbua sana kwa miaka ya nyuma, lakini ameweza kufanya mambo ambayo yamekana, hata kila mtu ameona hayo. Ni baadhi tu ya maoni lakini kati ya majina sita yaliyotajwa na wengi, chaguo la wananchi ambao tuliwahoji kwa uh, waziri mpya wa fedha ni kama mlivyosikia ni Sauda Mkuya. Sasa tuangazie wizara ya elimu. Sada Mkuya anaambiwa mm -hmm. Sasa tuangazie basi wizara ya elimu. Kati ya majina matano yaliyotajwa na wengi, waziri mpya wa elimu kwa mujibu wa wananchi ni Agrey Mwandri. Je, kuhusu wizara ya afya wananchi walikuwa na maoni gani? Wizara ya elimu, tunaona kuwa kwenye elimu kuna kero nyingi. Tunahitaji rahisi ni waziri ambayo ni mchapakazi zaidi. Agrei Mwande alivyokuwa kwenye wizara ya TAMISEMI tuliona utendaji wake wa kazi aliokuwa nao, kuwa na uwezo ule wa kufanya ziara za kushtukiza na kasi ya rais na slogan yake ya hapa kazi tu, tunaimani na anaweza kusaidia ka taifa kwenye upande wa wizara ya elimu. Elimu ni wizara tata, uh, kwa sababu kila mtu anayekuja kila siku pale wizarani anakuwa ya na yake, lakini mimi kwa sasa ningeona Jenista Mwagama angetosha kabisa kuwa waziri wa wizara ya elimu. Nasema hivyo kwa sababu na mwenyewe katika kipindi ambacho amekuepo wizarani ni kipindi kifupi, lakini amefanya mabadiliko tumeyaona. Uh, muda tu ulikuwa mdogo lakini, na uhakika angekaa miaka mitano pale wizarani tungeona matunda mazuri kabisa, hususan kwenye ujenzi wa maabara. Uh, kule kwenye shule za misingi tumeona matokeo, watoto ufaulu ni mzuri, lakini pia hata yale malalamiko ya walimu sasa hapa mwishoni yamekuwa yakipungua. Kazi tu aufanye kwa kutuonyesha sisi wananchi, kumchagua ndugu Mbatia, asiangalie vyama kama waziri wa elimu, nafikiri ile eneo anaweza kulimudu vizuri kwa sababu ni mchapakazi na atarudisha ile elimu ya Tanzania ambayo ni ndio msingi wa maisha wa Tanzania zaidi. Huyu mtu mmoja anaitwa Umi Mwalimu, napenda Umi Mwalimu awepo katika elimu kwa sababu moja, ni mchapakazi; mbili, ni mwanamke anayejitambua sana na anajielewa. Kwa, napenda tu utendaji wake kwa ufupi. Hebu tuangalie katika wizara ya afya, wananchi walikuwa wanampendekeza nani zaidi? Katika wizara ya afya, wananchi pia waliyataja majina matano, lakini aliyependwa zaidi na wengi ni Dr. Hamisi Kigwangwala. Tuangalie wizara ya nishati na madini sasa Ubu. Katika wizara ya nishati na madini waliopendekezwa watu watano lakini aliyepata kura nyingi ya wote ni Dkt. Sospeter Muhongo. Nishati na madini hii wizara, kama mheshimiwa rais angekuwa anasikiliza, ningependekeza angeachia mheshimiwa Muhongo kwa so sababu mambo aliyofanya yameonekana katika wizara ya nishati ningempenda Profesa Muhongo au wizara wa, waziri wa, wa, wa nishati, kwa sababu kwa kipindi cha miaka miwili ambacho amekuwepo kwenye wizara ya nishati tumeweza kuona ameweza kuleta maendeleo kwenye Uh, vijijini, sasa hivi tumeweza kupata umeme. Kwa hiyo tunaamini kwa kasi Magufuli na yeye mwenyewe alivyo tunaweza tukaendelea tukawa mbali zaidi. Nika anaweza na anaweza kufanya vizuri kabisa. Sio kwamba lazima mchubwe ukubo... achukue achukue sisi hemu ambao nini wataweza kufanya kazi. Tunaangalia kwa kama Obama ya alivyochukua alichanganya upinzani na ndio maana serikali ikaenda vizuri na kazi wanafanya vizuri mambo yakaenda. Mimi namuona kama Januari Makamba nafaa kwenye wizara ya madini. Waziri Muongo amesaidia sana umeme wa vijijini, kwa mfano umeme wa Rea vijijini umeingia kwa kasi sana, na ninaamini akiingia sasa hivi vijiji vyote kama ahadi ya Irani ilivyo, vinaweza kupata umeme kwa haraka sana, lakini kama ataingia mwingine siwezi kujua lakini mimi binafsi nampenda sana Muongo Mongo ni mtu mmoja msimamizi mzuri potele ambali, watu walielezea mambo ya kashfa. Kashfa hiyo siwezi kuizungumzia, lakini napenda sana nizungumzie kwamba huyo angefaa zaidi naje vipi, wizara ya ardhi. Niko nipendekeza wizara ya ardhi kwamba akimteua hata mheshimiwa Lukuvi anaweza akaiongoza vizuri ile wizara kwa sababu ni mtu ambaye anakuwa yupo serious na watendaji wake wa kazi. Kwa kwa usiliasi wake ule, una uwezekano mkubwa sana wizara zile zika zikaendelea vizuri, zikaongozwa vizuri, kwa sababu wizara ile ya ardhi ni wizara ambayo ina migogoro mingi sana. Tunao mawaziri ambao wizara ardhi, tunaye waziri ambaye aliyepita, William Lukuvi. Naona William Lukuvi alivyoingia kwenye wizara ardhi alileta mabadiliko makubwa. Naamini William Lukuvi ni mtendaji mzuri na ni kiongozi ambaye ana maamuzi na anajua anachokisema, anamaanisha kwamba anataka wananchi wamuelewe na wafanyakazi wa na watumishi ambao kwenye wizara ya ardhi wanapaswa kumuelewa, ni mtendaji mzuri. Mimi kama Mtanzania, kama mwananchi wa nchi ya Tanzania, nchi ambayo tuko huru, nchi ambayo yenye amani, nilikuwa napendekeza kwa maoni yangu binafsi, William Lukuvi kwenye wizara ile angeendelea kubaki wizara ya ardhi. Ardhi nimependekeza Dr. Arson Makiembe kwa sababu ana kasi na spidi ileile licha ya kuwa watu wengi walikuwa walikakimtabiri kwa waziri mkuu. Kwa hivyo anaweza kumsaidia mheshimiwa rais katika nafasi hiyo ya wizara ya hali namba basi. Rais Magufuli, kama hivi sasa unaangalia Azam TV, hayo ndio mapendekezo ya mawaziri kuongoza katika wizara tano muhimu ambayo yametolewa na baadhi ya wananchi tuliozungumza nao kutoka mikoa ishirini ya hapa Tanzania. Hebu kuchanganua majina hayo na pengine kwa utaalamu zaidi. Nampea kijiti hivi sasa Ivona akiwa na wageni wetu tuweze kuzungumza kwa mapana zaidi swala hili. Ivona.